Kama unavyotuona hapa tuko location bwana, hapa tunawaandalia kitu kipya kabisa. Kinaitwaje? Ukweni mzee. Oh, ukweni yenyewe hiyo nakuja, sio? Subirini hapo bwana. Kaini mkoa wakula hapo ruti kando pale, tuko na jamaa mmoja anaitwa nani, Sadik. Sadik. Sadik. Sadik. Hey, vipi hai <laughs> <laughs> <laughs> Sawa sawa sawa sawa bana, tukonajadiwa misemo hapo bana. Jidi anajificha hapo bana, anataka tu muone zile misemo zake zenye anaandika bana. Sawa kabisa bana, alafu naona kuna supu ya magoti hapo, au si unaiona? Eh bana, supu ya magoti iko ndani hapo, ausiwe? Tun, tunapiga tuna, tuna ukweni, alafu tunapiga masupu ya magoti ausiwe? supu ya marondo, kumbe unakuwa